Joro. Joro. Eh, yeah. Hey, ndo nini? Hebu njoo hapa. Una adabu naam? Hebu nenda dukani kaniletee sabuni ya unga ya shilingi elfu moja na ile ya kipande. Mnahitaji sio wananchi sijui? Wananchi ndo sabuni gani mzee? Sasa kama unaijua siwendu ukaniletee? au ulitaka kusema Taifa? hiyo hiyo kalete hiyo. Hela. Hela? hela ya nini tena? siakuninulia sabuni mzee. Hivi kwani wewe mimi ni nani yako? Jamani, si baba yangu au? Kwa hiyo wewe, wewe, unashindwa kuninulia sabuni mimi baba yako hata ya buku jelo? Eh? Ni lini sasa utaanza kurudisha kul madeni ya malezi nilowekeza kwako mzee? Mimi hapa sina hata kumi na ni msomi, umesoma mpaka chuo sasa hiyo elimu elimu yako inakusaidia nini? eh? Sasa si bora ungebaki tu hapa, hapa mtaani, uwe mwokota makop, makopo ingeeleweka eh? kuliko kusoma mpaka vyuo alafu unashindwa hata kutengeneza hata bukujero sasa mzee, mimi sijapata tu kazi, nikipata kazi mambo yatakuwa sawa tu <laughs> mambo yatakaa sawa yapi, hayo joro eh? We kazi kushinda tu ndani hapo. Unashindwa hata kutoka nje kujichanganya eh, ni msomi sasa hayo mavyeti yako yatakusaidia nini eh? kama hayawezi hata kuingiza hata hela hapa ndani eh, yana kazi gani? Lakini baba, sinikwambia nimetuma maombi ya kazi sehemu, ndio nawasikilizia hapa. Miezi miwili sasa tangu umetuma hayo maombi? <laughs> Lakini kimi haya naambi utasubiri mpaka lini? <laughs> Ndio nimekuja kipenzi chao. Ah, ndio umekuja. <gulia> hivyo hivi, ulisema kiasi gani? Vile elfu thelathini tu. Aya, kumbe pesa ndogo hivyo. Si ndo maana nilisahau eh. Sasa basi, ngoja mi nipeleke hii ntakupitia, navurudi, au sio wangu e? <laughs> <Ha, utamu wangu. laughs> nakupenda mwenyewe. <laughs> chumba naona <garaha> mie. <laughs> Sasa Joro, we unataka mi nikukubalie wewe, utanipa nini wewe? Na utanipeleka wapi? Wewe mwenyewe tu mpaka leo bado boxer unanunua na babako. Utawezaje kunitunza sasa? Ndio maneno gani sasa unaongea? Sio maneno gani Joro. Mimi sihitaji mtu ambaye hana faida kwangu. Na sidhani kama hiyo ni kwangu tu. Ni kwa kila mwanamke. Hakuna mwanamke anayeweza kuwa na mwanaume ambaye hana chochote cha kumpa. Na ndio maana wahenga walisema mkono mtupu haulambwi, ndugu yangu, tafuta pesa. Ha! Kwani? Unafanya biashara kujiuza au? Kama kwako ina kriki hivyo ni sawa tu. Naona unazungumzia pesa tu, kwani iinasema nataka kukununua mimi? Nakupenda Mona, nahitaji kuwa kwenye mahusiano na wewe na sio kuchezeana. <coughs> Sasa umekuja kwenye point. Unajua ni kwa nini umenitamani? Ni kwa sababu kuna mwenzio kahudumia katoa jasho lake, mimi kuwa hivi, na ndio maana wewe umeniona umenitamani. Sasa ndugu yangu, kama hauna kazi, hauna misho yote ya kuingizia pesa utawezaje kuendeleza alipoishia mwenzio? Au ndo unataka tu kunizeesha mtoto wa mwenzio mzee? Ndio nini hiki sasa, kiko wapi? Yaani wewe unashindwa kutoa pesa yako kwenye mambo ya msingi, unakazana kuonga mabinti wenye umri sawa na wangu. Mzee sio kwangu kabisa huyu. <laughs> Sasa angekuwa wakwako, si ungekuwa naye sasa Eh? na ni nani amekwambia mimi sina hela ya, ku, ya kujinunulia mahitaji yangu? <laughs> mi nataka wewe ndo uwajibike eh? au nataka niwe na kulea tu hapa ap, ap, ndani mpaka mpaka uje sasa wewe. Oh, hata hata wajuku sasa ni wale kama ninavyo kulea we. Wewe wewe, wewe kwenye hili unaona uko sawa kabisa? <laughs> ha, ha, ni sawa. <laughs> mimi nakula kwa urefu wa kamba yangu eh <laughs> na wewe nenda katafute vyako ili ujue urefu wa kamba yako umeishia wapi. <laughs> Unankosea mzee, hii sio sawa sasa. sawa kwako kwa hapo ni ipi? Eh, kuzaa na kulea litoto ambalo halijitambui wala halijipambanii, hiyo kwako kwa kwa ndo sawa eh? Sasa hapo unanitusi <laughs> unaona sasa, yani shida ya elimu elim, zenu hizo, sijui wao mnajifunza nini, sijui hasa msomi mzima, au umesoma vidato vya kutosha unashindwa kutofautisha maana ya tusi na ukweli eh? Sisi nimetupa ila zangu tu mimi. Uzi wa kienyeji. Unaweza kuniambia nini maana yako kufanya vile? Umeamua kunitukanisha kwa mzee si ndio? Unaniuliza hivyo we kama nani? Mana hujui nitakufanya kitu ambacho hautanisahau katika maisha yako. Hicho unachotaka kunifanyia ufanyie kwanza umaskini wako uliokujaa mpaka kwenye kucha, kisha nguvu ulizobakia nazo ndio uje nazo kwangu. Nimekuuliza nini maana yako kufanya vile, nijibu. Mi sijafanya kwa ajili yako, jolo. Fungua akili yako wewe. <sighs> Mimi naishi maisha yangu, alafu kwa nini kufanyia hivyo kwa kipi hasa ulichonacho cha kuntisha mpaka nianze kufanya mambo kwa kuwaza? Weka puku usiokuwa na mbele wala nyuma, hauna la kufanya alafu usinipayukipayukia hapa sawa? Labda nikushauri tu, kaa tuliza akili yako na ujitambue kama wewe ni kijana wa kiume na umri wako sio wa kulelewa na babako.